Chungaji siku moja aliswiambia, hapo unaendelea kujibanabana, kumbuka unaziba ajira za watu ambao wanakutegemea wewe. Kuna watu wanategemea kampuni yako watu ninonako, kuna watu wanategemea neno lako, kuna watu wanategemea haya maono yako hayo, ili waweze kukua zaidi. Leo bwana, nimeamka na kitabu cha mdogo wangu chi naitwa ni wewe. Hiki kitabu kimeandikwa na Rureen Rureen Juma, rafiki yangu. Nime miss sana siku nyingi sija wasiliana naye lakini nampenda na kupenda mdogo wangu, unafanya kazi nzuri, sijaacha kukufuatilia na kuona unaendelea unakuwa. Um, nakumbuka hichi kitabu vilikuwa vingi sana mpaka ulinipa zawadi, ulinipa zawadi. Niliwagawia baadhi ya walimu kazini kwangu na niliwagawia baadhi ya wanafunzi. O, sikupata feedback nyingi, lakini kuna mwanafunzi alishaikuja akaniambia, madam hichi kitabu kimenibadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yangu. Hichi kitabu kinaitwa ni wewe. Hiki kitabu kinaitwa ni wewe. Ni wewe maana yake ni wewe ndio wakujifanyia kila kitu kwenye haya maisha, ni wewe. Ni wewe ndio wakuleta mabadiliko kwenye maisha yako, ni wewe. ni wewe. Uh, mimi naweza pia kuiunganisha na neno la Mungu linalosema kwamba amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Kwa nini? Ana Mungu anasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Maana yake ni kwamba kwa asilimia zote au kwa asilimia tisini kwenye maisha yetu kila mtu anatakiwa kujiwazia yeye kwanza kabla watu wengine hawaja kuwazia. Yaani, yani wewe unawaza ufanye nini? wewe unachokifanya unataka matokeo yake yawe nini hapa kwenye hichi kitabu e, Rorini anaelezea kwanza asili yako e, watu tunadhani tatizo lipo kwenye familia tulizozaliwa au wazazi waliotuzaa au nchi tulimozaliwa tunashindwa kuelewa kwamba tatizo halipo katika asili zetu bali tatizo liko kwetu sisi wenyewe yani mpaka leo kama bado unasema asili ya kwenu hivi ulivyo bado unadhania waku, una, una. Lakini kingine ameelezea pia kuhusu mazingira. Tumekuwa mara nyingi tukiwa tunasingizia sana mazingira yetu. Yani, watu wengi tunapata shida na kusema ya ni mazingira niliyomo au nilionayo ndiyo yananikwamisha lakini wakati mwingine sio hivyo, ni kwamba unajikwamisha wewe mwenyewe au tunajikwamisha sisi wenyewe kwa hiyo, ukiangalia kwa asilimia kubwa, uh, chochote kile ambacho wewe unatamani kukifanya, ebu jifikirie wewe, ebu elfu mbili na ishirini na sita jipe muda wewe, ebu achana na mambo mengine, ebu kuwa wewe, ebu fikiria vile unavyovifanya, e? vile vya kwako wewe, unatamani vifike wapi e? kwanini unatamani vikue Eh, kwa nini viende? Hebu jifikirie wewe. Jipende wewe. Eh, kuna mtumishi wa Mungu mmoja alisema 2026. Jipende. Eh, jipende. Jipende wewe. E, jifikirie wewe. E, anza kupambania mambo yako wewe mwenyewe. Usifikirie kwamba watu wanaweza wakakusaidia kupiga hatua. Watu wanakusaidia, lakini kama wanakusaidia na umekaa na ufanye mabadiliko, maana yake bado unabaki kuwa wewe yule yule ambaye huwezi kusogea popote. Lakini kingine hapa ametuambia, maoni maoni ya watu, usipoteze muda kujali watu wanasema nini kuhusu wewe e? maana ya walimwengu ni mengi, ila jali unawafanya waseme nini, maana maisha ni ya kwako e. Debe tupu bwana alina, alina kishindo. Ukiona watu hawakuwataka, manake huna cha kukifanya, mm? Watu nasema hata adui, adui anaanza kupambana na alichokiona e, una. Una nini nini. Hmm? Maoni ya watu bwana, yasikuangushe, yasikufanye wewe ukashindwa. Pambania ndoto zako, kwa sababu uh, kila mtu ana maoni yake. Kuna mwingine akitoa maoni yake anaweza akakusaidia ukaenda, lakini mwingine akitoa maoni yake anaweza akakufanya uporomoke. Mmm, kaanaweza akufanya uporomoka kabisa. Nilikuwa naangalia clip moja ya binti moja juzi, ilikuwa inatambaa mtandaoni. I don't know alikuwa anaigiza au ni ukweli, alikuwa anaomba ushauri kuhusu mume wake, namna ambavyo hapendi maendeleo, anapenda vitu ambavyo ni luxury ah, uh, wanaomba watu wamshauri, lakini nilipita kwenye comments, kuna vitu mimi wanapita nione watu reaction za watu, walikuwa wanaambia achana naye, hujapata mume, umepata jipu, tamba mapema. Yani nikaona zile comment zote zilikuwa negative, sikuiona hata ambayo ilikuwa positive, ya kumwambia kwamba mnaweza mkakaa mkajadiliana na mwenzako na mkaona nini cha kufanya. Niliona zote zilikuwa zinamwambia achana naye, huyo sio mwanaume, huyo sio kweli. Na unapoolewa huolewi na mtu ambaye ame, amekamilika. Hata wewe mwenyewe una mapungufu yako Kadi mnavozidi kukaa ndivyo mnavozidi kurekebishana. Kila mtu anakuwa anajua kwa mwenzangu anapenda hiki, apendi hiki. Mwenzangu apendi hiki, anapenda hiki. Kwa hiyo mnaenda mnatembea katika hizo e, njia. Kwa hiyo maoni ya watu tuyaangalie sana, sio kila maoni ya watu unatakiwa kuyafanyia kazi, eti kwa sababu unataka ushauri. Ni wewe yani, ni wewe ni wewe ni wewe kuhakikisha maisha yako unafanya nini yanabadilika. Point ni nyingi, leo ntaishia kwenye hii moja ya ambayo inasema changamoto. Unajua, kwa swala sio changamoto tunazopitia, ila swala ni mtazamo wako kwenye changamoto. Kwa hiyo hizo changamoto ndio utakayoamua uumie zaidi au ujengeke. Changamoto tunazipitia nyingi sana yani sana sana kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hizo changamoto ndio zitakazokufanya wewe aidha uamue sasa ubomoke kabisa, au uzitumie hizo changamoto kama fursa ya kukufanya wewe uendelee mbele zaidi kwa sababu tukizikwepa changamoto hatuwezi kusogea. Nitaendelea nazo siku nyingine nikipata wasaa wa kuendelea, lakini leo nimeona nizungumzie tu hizo hizo hizo chache. Kwanza hiki kitabu ni kizuri sana na kuna kipindi nadhani vilikuwa vingi sana mpaka mdogo wangu huyu akaamua kuvigawa, sijajua hichi kitabu kama bado unacho hivi vitabu, sori, kama bado unavyo, kama bado unavyo. Mimi nadhani vinahitajika sana, kwa sababu umeelezea kila kitu kuhusu mtu, yani kila kitu kuhusu mtu, kuhusu eh, namna anavyoweza kupambania maoni yake I mean, sorry, maono yake e, namna mtu ambavyo anaweza kujipambania mwenyewe, namna mtu ambavyo anaweza kukataa hata hiyo asili ya kwao e, kama inamkwamisha ili yeye isiweze kum, isiweze kumkwamisha. Kwa hiyo natamani mdogo wangu, hiki kitabu kama kipo, ukirudishe tena e, watu waendelee kukipata, na mimi nashauri watu, mkitafuta hichi kitabu, mkisome hiki kitabu, kina majibu mengi sana yanayohusiana na maisha yetu. Unajua bwana, ukiwa unasoma vitabu, ukiwa unapenda kujifunza, unakomaa sana. Yaani unakomaa na unapambana na, na mishale mingi sana kwenye maisha, lakini kama utake kuongeza ufahamu, kitu kidogo tu kinaweza kikakutikisa, ukabadilisha mwelekeo wako kabisa. Kwa sababu hujifunzi, huongezi maarifa. Eh, mimi nimekuwa nikipambana na wanawake kuambia kwamba jamani bila maarifa haya utajikuta huko kwenye ulimwengu ambao wenzako walishahama uweza <laughs> kualisha toka huko siku nyingi, wewe bado unakomana vitu vile vile ambavyo uko navyo nyuma e, unakomana mambo yale yale, unakumbatia watu wale wale, hautaki kukukuza akili yako, hautaki kutafuta network mpya, hautaki kutengenea kitu kwa sababu una, nafanya nini? Unakosa maarifa. Na wakati mwingine sio kosa maarifa tu, wakati mwingine ni sio, niseme nikitumia neno ubaili sijui ni mbaya, sorry kama litaliweka vibaya, silitumikwa niambayo wakati mwingine ni kujibana yani. Kuna vitu kijibana uwezi kufanya yani, kuna vitu ukiamua kwamba hivi vitu lazima nivifanye maana yake lazima nita, nitatoboka kidogo eh, ili at least nikue, maana yake ni lazima utoboke ukue kinyume na hapo, wewe umekubali hayo maisha yako yaendelee kuwa hivyo hivyo, yaendelee kuwa maisha ya kulaumu watu, yaendelee kuwa maisha ya kulalamikia ya watu, yaendelee kuwa maisha ya kupambana na kila mtu. Yani wewe kila mtu unapambana naye ili uonekane wewe ni mzuri, wewe ni mwema. elfu mbili na ishirini na sita, hebu kacha, hebu tulia chini, hebu tafakari malengo yako, hebu jitambue. Hebu jua kabisa kwamba ni wewe ndio utakaye kuja kubadilisha kila kitu kwenye maisha yako, hakuna mtu mwingine atakaye kuja kukusaidia kubadilisha. Watu wanatoa maoni yao, chuja maoni. Eh, chuja maoni yao. Eh, watu wamekuzunguka ni wengi, wengine wamekuwa mizigo. Weka chujio, chuja chuja watu wako, eh, jifunze naenda kuwa. Kwa sababu sisi tunasubiri hicho cha kwako kije kutusaidia baadaye. Hatusubiri kusikiliza masikitiko yako. Tunasubiri kuona kile ambacho wewe umekibeba. Mm, chungaji wangu mm, namheshimu sana nampenda sana eh, Rev Kimaro eh anasema siku zote huwa anatuambia kwamba ni wewe mwenyewe ndio utakayejipambania kufikia hatima yako. Na ana kitabu chake kizuri, nitakuja siku moja na chenyewe kukitambua leo, kwa sababu nilikuwa nazungumzia kitabu cha Lorini. Wakati mwingine nitazungumzia cha baba yangu mtumishi wa Mungu, ni kizuri sana. Nina vitabu vingi, nitakuwa naendelea kuwapa kuwapa update za hivi vitabu kadri ninavyopata nafasi ili na wewe utafute hicho kitabu kiweze kukusaidia kama ambavyo mimi naendelea kusaidika. Mimi sio mkamilifu lakini na kadri ninavyozidi kujifunza naendelea kusaidika naendelea kukua naendelea kuona kwamba tunahitaji kuwa na vitu vingi ambavyo tunahitaji kuwasaidia watu wengine. Mchungaji siku moja alituambia hapo, unaendelea kujibana bana, kumbuka unaziba ajira za watu ambao wanakutegemea wewe. Kuna watu wanategemea kampuni yako, kuna watu wanategemea neno lako, kuna watu wanategemea Hey, hayo maono yako hayo, ili waweze kukua zaidi. Hebu pambania kile kitu ambacho wewe umekiganda au uh, umekificha kwa ajili ya watu wengine. Mentor wangu Rodrick Nabi anasema kwamba ukifanya kitu kwa ajili yako mwenyewe utabaki nacho mwenyewe, lakini ukifanya vitu kwa ajili ya watu wengine hata ukiondoka leo watu watabaki na kile kitu chako. Kwa hiyo be careful with your heart. Angalia unatamani nini. Ni wewe peke yako ndio utakayekwenda kubadilisha maisha yako. God bless you.